Jeshi la Israel limeanzisha tena mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kusini mwa Ukanda wa Gaza, hasa katika mji wa Rafa, licha ya usitishaji wa mapigano uliokuwa unaendelea katika wiki ya pili. Taarifa kutoka kwa mashahidi wa eneo hilo na vyombo vya habari vya Palestina zinasema kuwa milio mikubwa ya milipuko ilisikika usiku wa kuamkia leo Jumapili Oktoba 19 mwaka 2025, huku anga likiwa limejaa moshi mzito. Hakukuwa na taarifa rasmi mara moja kutoka kwa jeshi la Israel kuhusu sababu ya mashambulizi mapya. Haya yanajiri huku mzozo kati ya Israel na Hamas ukiwa kwenye kipindi kigumu cha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa ofisi ya habari ya serikali ya Gaza, ilisema kuwa Israel imevunja makubaliano hayo mara arobaini na saba tangu ilipoanza na imesababisha vifo vya raia upatao 38 na majeruhi zaidi ya 40. Mashambulizi haya mapya yamezusha hofu kuwa makubaliano hayo ya kuhatarini kuvunjika kabisa. Kwa upande mwingine, duru za usalama za Israel zinadai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ni majibu kwa kile wanachokitaja kama uvunjaji wa makubaliano na wapiganaji wa Hamas waliodaiwa kushambulia wanajeshi wa Israel karibu na mpaka wa Rafa. Israel pia inashikilia kuwa mpaka wa Rafa hautafunguliwa tena kwa usaidizi wa kibinadamu hadi miili ya wanajeshi wake waliouawa wa Gaza warudishwe. Katika mazingira haya ya machafuko, hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya kwa maelfu ya wakazi wa Gaza. Mahitaji ya msingi kama chakula, maji safi dawa na huduma za afya yanazidi kupungua huku mashambulizi yakiendelea. Vituo vya afya vimeripotiwa kuwa katika hali ya kujaa na kushindwa kutoa huduma, huku familia nyingi zikiwa zimepoteza makazi yao na kuishi katika hali ya wasiwasi mkubwa. Aljazira, shirika la habari ambalo kwa sasa limepigwa marufuku kuripoti kutoka Israel na ukingwa maghreb ni imeripoti tukio hili kupitia kwa mwandishi wake no ode ambaye yupo Jordan. Marufuku hiyo dhidi ya Aljazira imezidi kuzua maswali kuhusu uhuru wa vyombo vya habari katika kipindi hiki cha mgogoro. Wakati dunia ikiendelea kushuhudia mwenendo wa mgogoro huu, jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa wito mpya wa kurejeshwa kwa usitishaji wa mapigano wa kweli na wa kudumu mashirika ya misaada yameonya kuwa hali ya sasa inaweza kugeuka kuwa janga kubwa la kibinadamu iwapo pande zote zinazohusika hazitarejea kwenye mazungumzo ya dhati na kuheshimu sheria za kimataifa. Dubai Sasa Kitonga, safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yaani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toi, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Stakago, simba wa bahari.